Kwa majina naitwa ndugu Egidi Teulas, ni mkuu wa idara ya utawala na utumishi wa manispaa ya Ilemela. Kimsingi tunashukuru, tunaendelea na zoezi la upokeaji wa watumishi wa ajira mpya ambao limekoma jana. Tunao watumishi 75 ambao sekretarieti ya ajira iliweza kutupangia katika manispaa yetu. Kati ya watumishi 75, tuliwapokea watumishi 37, wapo upande wa idara ya afya na ustawi wa jamii, watumishi 34 ni upande wa elimu sekondari watumishi wawili ni mafundi sanifu idara ya miundo mbinu, pamoja na mtumishi mmoja ambaye anaenda ambaye ni mchumi, pamoja na mtumishi mmoja ambaye ni afisa ushirika. Nashukuru sana serikali kwa sababu ni kwa mara ya kwanza kabisa kupokea walimu thelathini na mbili wa sayansi kwa wakati mmoja. Walimu hawa wamekuja kwa ajili ya kutusaidia sehemu kubwa katika shule zetu za sekondari ambazo kimsingi tuna u, u, upungufu mkubwa sana waalimu wa masomo wa ya sayansi hasa fizikia na mathematics. Kwa hiyo watumishi hawa wamekuja kukava gepu hilo. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya ikiongoza na mama yetu Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutukumbuka na kutupatia watumishi hawa. Tunao watumishi wa idara ya afya ambao wamepelekwa kwenye vituo vyetu. Kimsingi manispaa yetu tunazo hospitali na vituo vya afya, lakini tunavyo zahanati ambazo zipo kwenye kata zetu za pembezoni kidogo, ambazo kule zilikuwa zina watumishi wachache sana. Kwa hiyo watumishi wetu wa idara afya wameshafika kule na wapo kazini, wanaendelea na majukumu. Tunashukuru sana kwa watumishi hawa. Mpaka sasa watumishi wote almost wote wameripoti. Watumishi sabini na tano, watumishi sabini na mbili, watumishi watatu bado hawajaripoti, ambao tunawategemea wakati wowote kuanzia sasa, japo zoezi limefungwa jana. Tunasubiri kuona kama wataripoti ili tuweze kuwapangia majukumu pia, lakini watumishi sabini na mbili wote wameripoti na wapo vituoni na tuna uhakika mwezi huu wote wapata mishahara yao. Uh, watumishi wanapoajiriwa kwa mara ya kwanza, vijana wengi wanakuwa wametoka vioni, wanakuwa wajajua utumishi wa umma unaendaje. Kwa hiyo kama kama mkuu wa idara ya utumishi na utawala tayari nimeongea na utawara, ni mkurugenzi, tutawakutanisha tutakaa vijana hawa kwa, kwa orientation katika majukumu yao wanayoyafanya kujua misingi ya utumishi wa umma, kujua maadili ya msingi ya utumishi wa umma yakoje. Wapo ambao hawafahamu, anaweza kufika kituoni kwa sababu ameshapangiwa kituo cha kazi, na anaona yuko pembeni kidogo, viongozi wake hawamuoni, akaamua kuondoka kituoni. akaondoka kituoni akafikiri anaweza kwenda kufanya shughuli zake mwenyewe. Misingi ya utumishi wa umma, sheria za kazi na utu, na kanuni za utumishi wa umma haiyafiki hivyo. Ni lazima kuna utaratibu, tutakaa chini, tutawaeleza na naamini wataelewa na watakuwa watumishi bora. Jinsi tulivyowaona tunawapokea, ni vijana wazuri sana, na tunaamini watafanya kazi vizuri. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.